Sasa nimejua kumbe ilionekane ni mtu lazima uwakalie watu na wakilalamika unawafinya kweli. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani? Bandari ya talini, wananchi tukilia tusikilizwe. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani? Ngorongoro, ndugu zetu wanahamishwa kwa nguvu. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani? Ina maana wageni wanathamani kwenye nchi kuliko wenyeji. Mnatuona nyani? Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Masai ndugu zetu wamelia kila kilio lakini hawasikilizwi. Imefika mahala Tanzania kila anayepinga dhuluma anaitwa mkaidi analibwa amani ya nchi mara mchochezi. Hii ni kwa nini? Mnatuona nyani. Barikiwa. Lalamika, mtoto ameuawa lakini mmepuza. Natuona nyani. Amepiga kelele zilizo na simanzi mmempa na kesi. Natuona nyani. Ushahidi uliotolewa hauendani na kesi, hii ni kwa sababu Natuona nyani. Pamoja na kulalamika, viongozi mko kimya, hii ni kwa sababu Natuona nyani. Kwa mujibu wa katiba, viongozi ni wawakilishi wa wananchi, lakini wananchi tunalia hazisikilizwe jamani, ni kwa nini Natuona nyani? bidhaa ziko juu, kila kitu kimepanda. Hii ni kwa sababu Natuona nyani, tu. maisha ni magumu, kodi ziko juu mm, ni kwa nini Natuona nyani? sasa umeme kukatika ni jambo la kawaida jamani, kuna nini Natuona nyani? kazi zinasimama kwa umeme kukatika, mbona ni hasara Natuona nyani Wananchi tunalia maumivu makali, vilio vyetu hakuna aweza kusikia. Aliyebaki hapa ni Mungu tu kuokoa jazi letu lisizame. Ewe Mwenyezi Mungu utuokoe maana uliyebaki ni wewe tu. Ewe mama tunakuomba tuangalie. Utusikilize kwa shida zetu tulizodai.